Alama tuko fit, tuko tayari kuelekea Jumapili. Hiyo ni siku ya hukumu hiyo, siku ya kutoa hatima ya timu gani zinakwenda robo finali. Eh, kwenye, kwenye CAF Champions League msimu huu. Kwa hiyo tuko tayari. Mmeipania kweli kweli? Tumeipania kwa sababu tunataka tufuzu eh, tupania hivi, dhamira yake kubwa tunataka tufuzu na tumekubaliana kama yangu. Ishu sio kufuzu, tunataka tufuzu kwa kishindo hapa Guantanamo Bay, tunataka tuitikise Afrika Jumapili kwa sababu habari itakayotokea hapa Zanzibar ni habari ambayo itajadiliwa Algeria, itajadiliwa Moroko, itajadiliwa Misri. Mataifa hayo yakijadili, maana yake sehemu kubwa inayoendesha mpira wa Afrika itakayopata habari zetu. Ndio maana tutakutia kishindo kwenye hiyo kufuzu. Siku ya ni jumapili inshallah. Uh, nimezungumza na baadhi ya viongozi ye, wa, wanachama wa, wa, wa, wa, na baadhi ya viongozi wa ZFF mm, nimezungumza mm, mm, na na oh, wao Yaguta, eh, Ya, ni mechi kubwa na hata nilikuwa napita leo nazungumza na wakazi wa hapa Zanzibar, nilikuwa nawaambia nyakati hizi uongozi wetu umeleta zawadi kwa wapenzi wa mpira hapa Zanzibar. <coughs> zimekuja mechi tatu kubwa hapa, kuja Al Ahli hapa na kuja FAR Rabat na Jumapili inshallah watakuja hapa JS Kabylie, wote hao ni vilabu ambavyo unaweza usivione kirahisi rahisi. Rais. Kwenye kuja kucheza hapa New Amaan Complex ni zawadi kwetu sisi wa Zanzibar. Sasa, kuwaonyesha viongozi wao kwamba tunaipambania timu na kwenda robo finali. Tunaomba robo, tunaomba nusu, tunaomba finali iendelee kuja hapa Guantanamo. Inaanzia kwenye mchezo wa mwisho makundi. Tukaonyesha viongozi kwamba tuna uwezo wa kusupport timu na ikavuka ikaenda hatua ya robo finali. Tupe michezo mingine. Kuna mechi nyingine za ligi zinaendelea kule, tazichukua pia zitakuja huko inshallah. Yanga kumekuwa na utaratibu wa kwamba siku kama hii ama mechi kwa hivyo, wapu, wako, birthday, wini, wanka. Kwa upande wa mechi jina hmm, hmm. Hii mechi haina jina. Eh, una jambo lolote ambalo umeniambia kufanya mabaya au unaja kumpa mtu jina? Hii ni mechi ambayo tumesema tunatafuta kishindo cha kuingia hatua ya robo fainali. Kwa hiyo ni mechi yetu Yanga wote, wachezaji ni mechi yao. Technical bench ni mechi yao. Mbona viongozi wamekuja wote leo hapa eh? Mwona, mfadhili na mdhamini wetu Halib Said Muhammad GSM yuko hapa e, familia yake, kamati tendaji ya Yanga yote iko hapa, rais yuko hapa, makamu wa rais, viongozi wote wa Yanga wako Zanzibar leo leo. Unajua ni Ijumaa mimi si Jumapili, wamewahi leo maana kuna jambo tunataka litokee siku ya Jumapili, na inshallah naamini ardhi hii ya Zanzibar Guantanamo humo ndani moto utawaka Jumapili na Yanga itaenda tu robo fainali. Ali nini kina hapo ujasiri? Yes, yes. ujasiri timu tunayo sisi timu tunayo. Hizi mechi mbili hizi tulikuwa tunacheza kwa mahesabu mechi ma, ya kuchukua bomu kuirusha, ndo juma pili, kuchukua bomu unarudisha, ndo juma pili. Mechi hiyo kwa mahesabu kidogo, mara tufunga tufanye tufunguke, lakini juma pili hesabu yake ni moja, tukufunga. Kwa hiyo tutaanzia mechi pale, tunafunga tunataka tuna kusiku, yani wao watachagua je, kama watafunga na wao tufungane, tuwafunge 100 kwa tatu, sawa, lakini sisi dhamira yetu ni kishindo. Tutashambulia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho, inshallah watu wanasikilizia juma pili. Sasa so kusemeje? Ndiyo. Sisi wana Yanga wote wanakuja kwenye mechi ya mpira. Tofauti ni hiyo, wana Yanga wote Jumapili wanakuja kwenye mechi ya mpira, mechi ambayo ina maamuzi kwenye robo fainali. Tofauti na watu wengine wanakwenda kwenye maziko, mazishi huko. Watu washakufa, wanaenda kuzikana. Yanga wanakuja kwenye mechi ya mpira ambayo mechi na hatima timu, yende robo au isiende. Mechi nyingine ilibakia zote hapo ni maziko tu haya. Kama mtu kashakufa, tarehe ya kuzikwa lini? tarehe fulani. Haleluya, tutaona nando hiyo sasa. Uh, unajua sasa, mambo ya utalii kwanza sio responsibility yetu, yani haipo kwenye mikono yetu. Hapa kuna kamisheni ya utalii, kuna wizara ambayo inadili na hilo jambo, kwa hiyo sisi tunashirikiana wa nao wao sichokifanya tumeleta hizo timu kubwa ambazo uh, wanasema ni brandi ya Afrika. Uh, ali ikija mahala maanake Afrika nzima inafuatilia, kwa hiyo ni jukumu sasa la wenzetu wa kamisheni ya utalii wizara husika hapa kunufaika uh, na hilo jambo. Sisi tuna play part yetu na wenyewe watakiwa play part yao. Kwa hiyo kama ni uh. uh, kama kuna jambo limefanyika basi wakujizungumzia ni wao wahusika. Mchezaji mpya ambaye tuko naye kwenye timu hapa ni Buba. Ndio pekee yake mpya ambaye yupo kwenye timu. Kucheza au kutokucheza inabakia kuwa maamuzi ya mwalimu based on mahitaji ya mechi husika. Lakini yeye ndio mpya pekee ambaye tuko naye hapa. Mchezaji ambaye tutamkosa kwenye timu ambayo imezoeleka ni Damaro kwa sababu ya kanuni na kadi tayari kwa atakosekana kwenye mchezo wa Jumapili. Lakini wengine wote ndio wale wale ambao wana Yanga na rotaho kwenda kutukambania inshallah.